Yes, hatimaye, zilikuwa ni mwezi, ilikuwa ni mwezi, wiki tatu, wiki mbili, wiki moja, zikawa masaa. Na sasa hatimaye kongamano la tarehe sita na tarehe saba limekamilika. Watu ndo hawa wametoka kupokea miujiza pamoja na uponyaji, na tumeshuhudia shuhuda nyingi, matendo makuu ya Mungu yamefanyika hapa katika mlima wa Mkundi kwa mtumishi wa Mungu Nabii Joshua, yako mengi sana ambayo yametendeka, na hapa tuna watu wengi kama unavyowaona wanarudi majumbani wamebeba maji ya uponyaji. Tuna ndugu hapa aise. Shalom. Yeah. Ah uh, unaitwa nani? Naitwa Saidi na Saidi Saidi? Saidi, yeah. nani? Saidi John Simon Chamoto uh, umetoka wapi Saidi Chamoto? Uh, kituo cha sauti ya uponyaji Magua Magua, eh? Yeah. Uh, unazungumziaje kongamano, umeona matendo makubwa? Kwa kifupi kongamano nimeona changamoto nyingi sana zimesha mm. pona Alikuja kijana mmoja jana usiku tarehe sita mm. ishara ya usiku kwenye saa tatu mm. akiwa ni amepooza, lakini miujiza ikaonekana, Mungu akasaidia, mm. akatembea, baba yetu Nabii Joshua akifanya no. miujiza mm. ya miujiza nimeiona, na nawaalika watu wafike mahali hapa, waje wachukue uponyaji, hakuna kinachoshindikana ndani ya Mungu hakuna kinachoshindikana ndani ya Mungu, na ndivyo ambavyo ilivyo. Uh, watu ni wengi na wamepokea uh, matendo makubwa. Tunakushukuru sana, ubarikiwe. Na hapa pia tuko na mama, mama. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Vipi, ume... maji yako maji haya? Aha, siku hizi mbili umekuja? Leo. Jana nimekuja leo asubuhi. Leo asubuhi. Umeonaje, umepokea nini? Yaani nimepokea mengi na nimeona mengi yaani wale wote wanaoshindwa shindwa wanaositishwa, sitishwa na watu huko mabarabarani, majumbani. Kuna maaskofu, kuna wachungaji, kuna mashehe, wanawambia msiende, hamtapona, msiende, sijui mtafanya nini lakini yani, hayo yote wasikubali, huko kuna uponyaji yani, mimi ni shuhuda ni, ni, ni shuhuda wa miaka mingi toka elfu mbili na kumi na mbili mm. nilitendewa mambo makubwa sana. Kitu gani ambacho hautakisahau katika kongamano la leo mimi? Yani, kitu ambacho sitakisahau katika kongamano la leo mm. ni yule mtoto ambaye alipooza mwili mzima mm. alafu baba alimwombea usiku, baba akamwacha akaondoka, aka lakini nyuma yule mtoto akainuka nguvu zikamrudia kidogo kidogo mpaka akainuka mpaka mchana, huyu yuko mzima kabisa, anatembea. Anatembea, yes. Huo ni, unasema unaitwa nani? Naitwa mimi naitwa mama Harua kutoka Kisosa Mlimani au maarufu Lightness Joshua. Asante sana Lightness Joshua, huo ni, asante, ubarikiwe. Huo ni muujiza ambao umetendeka usiku wa kuamkia leo, usiku wa tarehe sita kuamkia tarehe saba, ambao mama anasema hata usahau. Matendo makuu ni mengi sana ambayo tunakutana nayo na hapa namdaka mtu mwingine. Habari bwana? salama, salama. E, bwana kula kujipanga, tumekwambia ndio tunarudi nyumbani. ndio umekuja lini? umekuja leo. Hii kitu gani ambacho hautasahau katika hili kongamano la tarehe sita na tarehe saba hapa mlimani? Sawa ah. nimeshuhudia nime vitu vingi hmm. Sawa watu wakiponywa hmm. Sawa. Kwa hiyo na shuhuda mbalimbali tumepata kuzisikia hapa. Nipe moja Nikupe moja hey. sawa yule mtoto ambaye alisemekana hakuweza kutembea aliyepooza, okay. Hey, tumemfikia nyingine akitembea. Nipe nyingine. nikupe nyingine hey. sawa hey. kuna yule mdada aliyesema kwamba alifanyiwa mambo tofauti na, na, na familia yake hey, hey. lakini sasa hivi anaona mambo sio mabaya okay. yote hayo Ma mama njoo tumeyashuhudia, mama njoo, njoo njoo, samahani <laughs> mama, mama, mama karibu karibu. Asi, asante Bwana, ubarikiwe Haya matendo makuu ni mengi sana, mtazamaji um, wa um, Sauti ya Uponyaji, na hapa bado tuko tunamkamata mama mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana asifiwe. Mungu mwema, angalia kwa hapa. Vipi, unawahi nyumbani? unaitwa nani, unatokea wapi? naitwa Rehema. Rehema kutoka wapi? Magubike. kutoka Magubike ni kilomita zaidi ya 80 kutoka hapa. Ni, ki, ni kitu gani hautakisahau katika kongamano hili hapa mlimani ya tarehe 6 na tarehe saba Desemba? kaniponya magonjwa Mm-hmm. Nimepona magonjwa. Nimekuwa okay, mzima sasa hivi. Yeah. Namshukuru Mungu. Ulikuwa unaumwa nini? Miguu. Yeah. Mm-hmm. Sawa. Unawaambiaje watu wanaokusikiliza? Naambia tu akaribie kwa mtumishi Joshua. Waje wapate uponyaji. Na umebeba na maji. Na maji ninayo ya uponyaji. Ubarikiwe sana, safari njema. Ah, mtazamaji kuna shuhuda nyingi sana. Shuhuda ambayo ya huyo mtoto ni kwamba mtoto alikuja na mama yake. Ah, ndugu yangu Uh, se mzima mzima kabisa, naona umekuja na tukutuku kabisa. Jambo. Haya, unaitwa nani, unatokea wapi? Naitwa Karoli, natokea Turiani Madago. Ndio. ni kilomita ngapi kutoka hapo? kilomita zaidi ya 32. Asante Ndiyo. sana kwa kuzima, umekuja na pikipiki piki na mwanao kutoka Turiani mpaka kwenye kongamano, umeingia lini? Nimeingia leo asubuhi subuhi. Ni kitu gani ambacho hautakisahau umetendewa au umekiona hautakisahau siku ya leo? Iba, nimetendewa miujiza. Mwanangu alikuwa anaumwa kipindi cha mwanzoni, ndio hmm. kuja aliombewa, akapata uzima, basi nikaendelea na madhabahu hii hadi leo hmm. kila nikija huko nazidi kufanikiwa, mambo yangu yanaenda vizuri, kwa ganga siendi, nimefaidika oh. sana na huduma nabii Joshua. Aha, ulisha kuwa unaendaga kwa ganga kabla kabla ya hapo? Nienda sana kwa waganga mm, wamenilia hela nyingi, wamenizulumu hamna mm, chochote. Nilipokuja kwa Nabii mm, Nabii Joshua Mungu akafanya wepesi, hadi leo nimefanikiwa. Alipokuja kwa Nabii Joshua amefanya wepesi, Mungu amefanikiwa. Mtoto ndio huyu alikuwepo, wajiwezi ndio huyo hapo. Habari jambo, jambo, ulikuwa unaumwa hmm, nini kimetokea, hmm, umepona Haya, mbarikiwe sana, safari njema kwenda Turiani. as mtazamani um, bado tuna tuko hapa na watu wengi. Mama kule ana mtoto lakini tumwache ende. Uh, kama unavyoona mamia na maelfu ya watu wamemaliza muda huu wa jioni ya tarehe saba kwa ajili ya kongamano ambalo limeanza siku ya jana na tumepokea watu wengi kwelikweli kweli. Kuna mama naye huyu amebeba maji yake ya uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina, haiwezi kadondoka? Haidondoki. Mzigo lazima ufike e. Ni kwanza hongera kwa kufika Amina. Umekuja lini? Nimekuja jana. Umekuja jana? E. Tarehe sita na leo tarehe saba unaondoka? Naondoka. E, umetendewa nini katika kongamano hili? Bwana Yesu amenitendea mambo makubwa sana mm. E. Unaitwa nani kwanza? Naitwa Leonia William Makungira natokea sauti ya uponyaji kituo cha Magubike. Magubike. E. Mbali kule kilomita 80 toka huko E, niambie umetendewa nini, Mungu amekutenda kwenye madhabahu ya Nabii Joshua? Madhabahu ya Nabii Joshua yametendea mambo mengi nilikuwa nasumbuliwa na miguu mm. Na sasa nimepona mzima, anatembea kama hivi, naelekea nyumbani. Na ndoo nimeiweka. Na e, iko kichwani. Na mfuniko wa simba. Yaani vibaya mno Safari njema mpaka huko. Aya, msikia mtazamaji wa sauti ya uponyaji, miujiza ni mingi. Kuna mtu mmoja a, dada mmoja anasema alikuwa ni kichaa, amefundishwa kuvuta a, marijuana a, sigara, sigara kali, ni bangi na mume wake, na sasa hivi amepona. Ngoja tuendelee kuzungumza na watu. Mzee shikamo, shikamo. Bwana Yesu asifiwe. Aya, amina mama kamwene. A, mama habari ya saizi, unaitwa na Naitwa Elizabeth Elizabeth. Ongera, umekuja sauti ya uponyaji eh, kwenye kongamano. Ndio, ume umepatwa na nini huku leo, Mungu amekutendea nini? nimechukua maji ya upako na mafuta ya upako. Umechukua maji na mafuta mm-hmm. kitu gani ambacho hautaka ukisahau huku huku? Ah, hamna shida tu, ni lakini nilimshukuru Mungu. Eh. Eh, tupaka tumefika hapa paka tumeturudi salama tu Mm. Mm. Ah, tunashukuru sana mzee. Shikamo mzima, bwana Yesu asifiwe. Amina, amina, amina. Wazee wenzako wengi hawaji kwenye makongamano ah, wao wana imani zao zingineo ah. E, lakini mimi kutoka elfu mbili kumi na saba niko kwenye huduma hii. unaitwa na? mimi naitwa Stefano Hussein Nambale ah. mzee Stefano, yeah. Ume, ni kitu gani ambacho Mungu amekutendea siku ya leo na jana? Ukweli, mimi moyo wangu kidogo ulikuwa mm, unakimbia mbio, lakini hivi sasa okay. Najisikia niko vizuri sana aha, eh. Hey, moyo ulikuwa unakimbia mbio <laughs> okay. Na sasa hivi uko safi? Niko safi. okay. Unajua sisi wazee tena lazima moyo kidogo hey, una nani? Unaenda mbili. Eh. Hey, na, uko na maji? Hey, niko na maji. Safari ya wapi hey, hey. Safari ya Mabana hey. Unaenda Mabana? Tunashukuru hey. Sana mzee, Mungu akubariki sana, wasalimie Mabana. Haya msikilizaji, mambo ni mengi na uponyaji ni mwingi. Tuko na mama hapa mama. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaitwa nani? Mi naitwa Priska Shabani Makoti. uh, hey. Umekuja lini? Nimekuja toka jana hey, nipo hapa mlimani uh, toka jana. Uko hapa hey. Na leo ni siku ya mwisho tarehe saba Disemba, unaondoka e? Mungu amekutendea nini kuanzia umekuja? amenitendea makubwa sana. Ehe, kwa sababu nilikuwa naona miguu yangu inauma sana e, lakini nilipofika mahali hapa baba ametamka neno kubwa sana nikapata uponyaji. Okay. e. Amesemaje? baba ametamka neno kubwa, amesema hivi e, wanangu, natoa uponyaji huu e, kila mtu awe amesikia e. e. Alipotamka ile neno natoa uponyaji kila mmoja apate kupona apokee. Kwa kweli nimepokea lile neno mpaka mm. E, sasa hivi nimepona na namshukuru Mungu. maji yako wapi? Maji ninayo, nimebeba mgongoni na pia ah, ee, ee, la e, nilikuwa la kupumzikia na ndugu zangu ambaye nimekuja nao wageni e, nimekuja na wageni kutoka Mbigiri, Mbuyuni, Mabana We mpaka mm. Leo hii wamepata uponyaji, ndugu zangu eh, ma, maji haya hapa jamaa, eh maji ninayo e, hapa mm -hmm. e. na, na kitu gani ambacho umekiona huku? Hautakaa ukisahau ah, katika maisha yangu mlimani hapa e. Sitasahau kwa kweli mm. Maana napokea makubwa zaidi ya makubwa mm. Hey, uponyaji wa babangu Nabii Joshua ni mkubwa sana mm. Wanangu walikuwa wanipigii simu hmm. lakini sasa hivi wanangu wananipigia simu we. E, wanangu wananitumia nauli, naenda kwao naenda kuwasalimia. Yaani ukipitia kwa babangu Nabii Joshua Mungu anatenda makubwa sana, tunashukuru sana e. Na hakuna kitu kinauma kama mtoto akikuacha <laughs> nilikuwa naumia sana e. lakini leo salamu haziishi mm. asante sana ubarikiwe sana. Amina. Yes mtazamaji, mambo ndo haya. Kila mmoja ameondoka na, na miujiza yake. Huyu ana, ana watoto lakini walimsusa, lakini kwa sasa wanamtumia uh, meseji nauli na, na salamu mbalimbali. Mama mzima, za kwako, shikamoo. Mahaba, unaitwa nani? Naitwa Rukia Mnyilipanduka. Rukia, na unatokea wapi? Natokea Msuelo. Toa sauti, una, watazamaji wanakuangalia wanataka wajue Mungu amekutendea nini leo na jana? Kwa kweli Mungu amenitendea vizuri, nimelala salama, hakuna hey. kitu chochote kilichonikosa kitu hey. ndio gani ambacho umekiona huko hautaka ukisahau kwa huko hey. miujiza gani imetendeka huko hautaka isahau? Kwa kweli miujiza yangu kama hey. ile niliyotoa jioni hey. kwa sababu nilikuwa sijapanga, ilikuwa dharura hey mtu akaja akasema nikufyatulie tofali kwa arobaini. Ah, eh, eh, akasema niongezee. Nikashukuru Mungu Bwana. Huyu eh. mama alitoa ushuhuda akasema alikuwepo hana nyumba, na akaja katika madhabahu hii ya nani sauti ya, ya na, uponyaji, na akaandika mahitaji yake pale, moja ya mahitaji ni nyumba Mungu akafanya miujiza. Fundi akaja amemfyetulia matofali kwa shilingi elfu thelathini na akajenga, akamwambia tu ongeze elfu kumi Kwa hiyo amejenga nyumba kwa shilingi elfu arobaini Njoo Sauti ya Uponyaji, si ndio mama? Nimefupisha, ni kweli. ni wapi nyumba ipo? Ipo Gongwe, iko Gongwe eh, ndivyo ilivyokuwa. Tunashukuru eh, sana aham. Amina, ubarikiwe sana aham. Haya, mtaza. Mtazamaji, ndivyo ilivyo. Uh, miujiza imetendeka, lakini kuna watu wamepona vichaa, kuna watu kama mtoto amepooza amepona, eh, mwingine alikuwepo tasa wamepata uponyaji, nakutana na mwana hapa huku eh? Ki, ki, eh, kidunia dunia wanasema msela, msela mambo vipi kama kawa kama kama kwa Mtume Joshua Fresh. Ana shida kabisa. Au sio? Mbona hujaleta masela wenzio, mwanangu. Baba ndio tumekusana, kusana, tunaangalia Jumapili ijayo. E, tunaweza tukaja nao. Au mwanangu unataka ufaidike mwenyewe, tuna maji ya uponyaji. Mwanangu umekuja lini? Umekuja jana. Umekuja jana. Kitu Mungu amekutendea nini? Ah, mambo mema mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na tumbo na sasa hivi naondoka kwa furaha, yeah. Ah, Mise, tumbo lilikuwa sa, la aliko Hapa sa, naenda kwa furaha. Ah, Sibu, na, na shangwe kubwa tu. Yeah, naona mzee, e, na maji ya upako. Wengine anabeba pombe kali yule mzee anapiga. Sana kabisa kitu gani ambacho umekiona kimetendeka kwenye madhabahu hii siku ya jana na leo, ambacho hautakaa ukisahau, na unawaambia watazamaji kitu gani? Bwana, nimeona mambo mengi sana. Kwanza watu wameponywa kwa wingi, huduma yao mm, ni nzuri, na naomba watu wanaosikiza, wanaosikiza redio, wanaangalia kwenye TV, mm, wahudumike kwenye hii, kwenye huduma. Uponyaji upo. Bwana ina noma. Leta masela, bwana. Usijali, ndugu yangu, usifaidike mwenyewe, haina shida kaka. Wapelekee, wapeleke maji haya Haya bwana, ndivyo ilivyo. Kuna vijana, kuna wababa, kuna wazee, kuna wabibi, kuna watoto kuna watu wa kila aina na kila mmoja ametii maagizo ya mtumishi wa Mungu nabii Joshua kwamba njoo na maji, njoo na chombo cha kutekea maji na no, wamekuja nacho. Kama unavyoona karibia wote wana chombo cha kutekea maji. Bado watu ni wengi, wanatoka kule, lakini pia kuna mamia ya watu ambao wameshatoka, na kuna baadhi ya watu zaidi ya mia wataendelea kukaa hapa siku mbili tatu kwa ajili ya kufanya ukarabati wa hema hapa mlimani Mkundi. Mimi naitwa Victor Meena, lakini niko na ndugu yangu. Asante sana. <laughs>